U hali gani ndugu msikilizaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni April 18 siku ya ijumaa asubuhi. Tutaangazia habari kubwa zote kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za kura nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti la kula Mwananchi kwenye habari kubwa zote kipaumbele, inaanza na habari inaosema mdema, makala mmakal, makada Chadema wa buruza Amosi makala kurtini makada iyo ni habari kwenye gazeti la mwananchi lakini kuna habari inayosema udukuzi mifumo ya vyeti janga jipya udukuzi mifumo ya vyeti ni janga jipya iyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la mwananchi lakini cag aeleza taasisi zinazoongozwa kwa mifumo eh, kudukuliwa abainisha vikwazo zaidi ya shilingi trilioni 3.5 za mashirika hazijalipwa lakini tanzania kuzuia bidhaa za malawi na afrika kusini Tanzania kuzuia bidhaa za Malawi na Afrika Kusini, lakini tiba rahisi kupunguza mafuta mwilini na fangasi, na bundi aikomalia Chadema eh, sasa aibukia eh, Zanzibar. Yoni habari inapatikana kwenye gazeti la kula Mwananchi kwenye kurasa za bele pata na kile ya habari kwa kima. Na tukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti la Nipashe lenye habari kubwa inosema shule za mchepuo wa Kiingereza halmashauri zadaiwa kuwatoza wanafunzi ada kubwa. Shule za mchepuo wa Kiingereza, halmashauri zadaiwa kuwatoza wanafunzi ada kubwa. Lakini CAG, uwezo wa nchi kudhibiti mafuriko bado ni duni sana. CAG asema uwezo wa nchi kudhibiti mafuriko ni bado duni sana. Lakini Dorisi Luvanda, kutoka kibarua mtoto shambani e, na stendi hadi kuwa mwekezaji aliyeajiri watu zaidi ya mia moja Lingine habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni mahakama kuu eh, ya ipa siku 21, Chadema kuwasilisha utetezi. Mahakama ya ipa Chadema siku 21 kuwasilisha utetezi, habari pia inapatikana kwenye gazeti la kuna Nipashe mwanga wa jamii, na bado kuna habari inasema, pombe mavazi vya ponza wengi usaili serikalini eh, pombe mavazi vya ponza wengi usaili serikalini, viduku blegezo vimini navyo vimo, eh, watumishi wanaohitajika kuzipa pengo hivi sasa ni zaidi ya laki nne na elfu arobaini na moja na mia tatu thelathini na sita hiyo ni habari inaendelewa kwa kina ukurasa wa pili. Lakini Bashe atoa kauli nzito kwa Afrika Kusini na malawi Malawi. Bashe e atoa kauli nzito kwa Afrika Kusini na Malawi. Wasira asema sisem inaamini katika maridhiano. Heche polisi wavutana. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe kwenye ukurasa wa mbele, lakini kuachana gazeti la Nipashe kwa asubuhi ya leo tuangazie kwenye gazeti la Tanzania leo. Hiyi ni habari kubwa inayosema serikali kutumia bilioni 1.18 ujenzi wa miundombinu barabara za wilaya. Lakini CCM yasisitiza fara za Dr. Samia, mzee wa sera akumbusha maridhiano ni sera ya rais Samia. Lakini ni baada ya mwanachama mwana kumwombea urisu msamaha, asema jamhuri ndiyo imekosewa akiona hakuna hoja atamwachia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini Tanzania kuzuia uingizaji mazao ya Malawi na Afrika Kusini, yaitaka nchi hizo ziondoe vikwazo vilivyopo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Tanzania Leo. Lakini bado kuna habari inasema, polisi marufuku Chadema kukusanyika kesi ya Tundulisu Aprili 24, Kisutu. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti ya Tanzania Leo asubuhi ya leo lakini kwenye gazeti lako la mtazamo mpya linaanza na habari inayosema Rais Dr. Mwinyi awafunda mabalozi kuzingatia diplomasia. Lakini Dr. Kikwete awasilisha ujumbe wa Rais Samia kwa Rais Kapteni Traole. Lakini Bashe, tutazuia bidhaa za kilimo kutoka Malawi na Afrika Kusini. TPA kinara madeni ya muda mrefu. Lakini bodi ya wadhamini Chadema yagawanyika bodi ya wadhamini Chadema yagawanyika habari pia inapatikana kwenye gazeti la mtazamo mpya. Lakini wajumbe wapelekana mahakamani, Saidi Isa Muhammadi na Eyumo wasema rasilimali za chama zinatumika kiubaguzi, waoji Zanzibar kutengwa, waomba shughuli za chama eh, matumizi ya rasilimali zizuiwe kwa muda. Hiyo ni habari kwenye gazeti la mtazamo mpya kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti gazeti la kula machinga ukurasa wa mbele inaandika habari inosema mfumo wa baini upungufu wa watumishi zaidi ya laki nne na moja. ni wa taasisi za umma. Mahitaji ya watumishi ni zaidi ya laki moja, ni zaidi ya asilimia 73 ya watumishi waliopo. Waziri Simbachawene aagiza kukamatwa madereva wa serikali wanaovunja sheria usalama barabarani. Lakini polisi yatoa onyo wafanya vurugu, kesi ya Lissu wasira sisiemu haina chuki wala kisasi na yoyote nchini lakini bilionea mtanzania na rais Ruto wajadili uwekezaji bilionea mtanzania na rais Ruto wajadili uwekezaji ambali inapatikana kwenye gazeti la Omachinga ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, lina habari inayosema Wasira amjibu mfuasi wa Chadema aliomba sisi serikali kumsamehe Lisu. Lakini JK awasilisha ujumbe wa Dr. Samia kwa rais wa Bukina faso, eh, wini kamanda Traore, eh, JK awasilisha ujumbe kwa wa Dr. Samia kwa rais wa Burkina Faso. Lakini wajumbe Zanzibar wametembelea chuo cha bahari Dar es Salaam kujifunza. Na Vunjo wasema bado wana imani na Dr. Kimei. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazia sasa kwenye kurasa za michezo na gazeti lako la Mwanahabari ndo linaanza nalo, linasema Ndimbo ala shavu la kafu Simba Stellenbosch lakini Simba Stellenbosch Zanzibar hapatoshi, wengi wa mzika mama yake na rais wa TFF Dr. Mpapai azipanisha mbuyu Pesa Beach Boy masasi aba gazeti la Mwanahabari. Lakini gazeti la Machinga laandika kocha Yanga amuwaza Aucho. E, kocha wa Yanga Mwaza Aucho. Tabora United yaachana na kocha Mangombe, lakini Mtibwa Sugar yapiga hodi ligi kuu. Mzabuni mpya Simba wachezaji kuishi kama Ulaya, lakini Simba stelebosh Zanzibar kumefurika mashabiki wa wapenzi wa soka ndani ya Zanzibar kusubiri mtanange huu wa kuingia fainali nusu fainali. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga, lakini gazeti lako la Mtazamo linaandika udhamini bilioni 38 kwa Simba wazua jambo Yanga, mashabiki wa hoji Yanga inapokwama wasema wa mtiririko wa wadhamini Simba unaeleweka lakini Azam macho yote msimu ujao. Hilo ni gazeti lako la Mtazamo. Lakini kurasa za gazeti lako la Tanzania Leo linaandika zuzu kukaa nje wiki mbili, huyo ni Pakome. Lakini nyota hawa kuanza na mabilioni, Simba fadu kuunda upya kikosi kazi. Lakini kwa gazeti ni pasha naandika ziziki sila wachuana, mabao ya mguu wa kushoto, Simba kuvuna bilioni nane kila mwaka. Hio ndo gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Lakini tukiongeza kwenye ni gazeti lako gazeti la mchezo gazeti la Mwanaspoti linaandika rekodi za Ibeba Simba Amani. Stelboshi apata pigo maeneo tisa ya udhamini mpya. Lakini kocha amhakikishia chama maisha. Huyo ni kocha wa Yanga Milud Hamdi awakishia chama maisha. Lakini kuna habari kimataifa uh, inasema Arsenal Jeuri. E, Arsenal jioni ni baada ya kuitandika Real Madrid, e, goli mbili kwa moja e, hiyo ni habari kwenye gazeti la la Mwanaspoti, kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la Mwanaspoti ndio tunafungua somo la magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema. Na kwaheri, ni asubuhi jemam.